Familia imara ambazo tumezijenga na zenye msimamo thabiti katika kujenga msingi imara wa maadili kwa watoto wetu. Lakini pia napenda kupongeza juhudi zinazofanywa na Compassion International Tanzania kwa kushirikiana na makanisa kupitia vituo vyao kwa kuona mbali na kuweka sambamba na kutekeleza kuweka zositu kwa mtoto bali pia kwa mzizi wa changamoto katika familia, ikiwa sambamba na kutekeleza tukio adhimu ambalo leo hili linafanyika la mtoko wa wanafamilia, lakini pia kuongeza jitihada katika ugawaji wa mitaji isiyo na marejesho yenye thamani ya shilingi milioni 46 laki saba kuanzia Januari hadi 15 mwezi huu wa kumi, kama ambavyo tumesikia katika risala, na hii kufanya kiasi ambacho kimetolewa tangu 2018 mpaka sasa kufikia shilingi milioni 174 laki mbili na elfu hamsini ambacho kimeshagawiwa kwa familia mbalimbali, na lengo ni wanaweza kujiajiri kibiashara, kwenye kilimo, kwenye ufugaji na katika sekta nyingine mbalimbali mbali. Mimi nitoe rai kwa wazazi wenzangu, kwa walezi ambao tumenufaika na hii mikopo ambayo inatolewa na wenzetu, kwenda kuitumia vizuri kwa nia njema ambayo shirika limekusudia. Mara nyingi tunaona npata mikopo wakati mwingine si tu kwenye shirika, lakini hata kwa mikopo ya serikali au mikopo ya benki, lakini ikaenda kutumika sivyo vile ambavyo inatarajiwa. badala, badala ya kwenda kufanya biashara mtu anaenda kufanya sherehe. badala ya kwenda kufanya shughuli ya kilimo ambayo itaenda kuongeza tija katika uzalishaji mtu anaenda kununua mavazi a a sijui TV vitu ambavyo havina tija, haviendi kuzalisha, bali vile vitu vya anasa. Matokeo yake hela inaisha, lakini ukiulizwa kitu cha maana ambacho wamekifanya hakuna. Na wakati mwingine mikopo hii hii au mikopo hii ambayo tutaipata badala ya kwenda kuunganisha familia inakuwa ni sababu ya kwenda kutenganisha na kufarakanisha familia.